Wamarekani Donald Trump amelitaka kundi la Hamas kukubali mpango wa usitishaji uh, mapigano kwa siku st kwenye eneo la Gaza akisema Israeli imeridhia mpango huo, wakatihuu majeshi yake yakizidisha operesheni katika ardhi ya Palestina. Kufahamu mengi zaidi, huyo hapa Emmanuel Makundi. Kupitia chapisho la kwenye mitandao yake ya kijamii, rais Trump amesema wawakilishi wake walikutana na maofisa wa Israel kuzungumzia mpango huu, tangazo wanalotoa wa siku chache kabla ya kukutana na waziri mkuu Benjamin Netanyahu wiki ya yajayo. Trump ameongeza kuwa baada ya Israel kukubali mapendekezo yake mpira sasa uko kwenye uwanja wa Hamas, akisema ikiwa kundi hilo litaridhia basi kutatoa nafasi ya majadiliano ambayo yatamaliza kabisa vita inayoendelea. Awali, Trump aliwaambia waandishi wa habari kuwa atakuwa mkali kiasi kwa waziri mkuu Netanyahu atakapokutana Julai 7 mjini Washington, na kwamba atamshinikiza kupata suluhu ya kudumu na kundi la Hamas. haya ya kijiri, jeshi la Israel hapo jana lilidai kuwa limeendeleza operesheni zake kwenye ukanda wa Gaza, kulenga miundombinu ya kundi la Hamas na washirika wake, mashirika ya misaada yakisema watu 26 waliuawa <tune>